wakikaa katika mji ukiitwa Maan, ambao wanazuoni wanasema wameitwa ni watu wa Madian kwa sababu wanatokana na mtoto wa Nabii Ibrahim akiitwa Madian. Katika surati Hudi aya ya 84 Mwenyezi Mungu anatuambia baada ya bismillahir rahmani rrahim, wa ila Madyana akhahum shuaiban

Shuaibu huyo aliwaambia watu wake Mwabuduni Mwenyezi Mungu. Nyinyi hapana Mola apasaye kuapasaye kuabudiwa kwa haki mliye naye zaidi ya Mwenyezi Mungu. Na msifanye ujanja wa kupunguza vipimo. Msipunguze mizani. Mimi nawaona nyinyi mko katika kheri. Na mimi naogopa kwenu adhabu mtakayoipata kwa kufanya hivyo, ambayo itakuwa imewazunguka, hakuna namna ya kutoka. Watu hawa mtume aliyepelekwa kwao, kwanza anahimiza na kuwaelekeza waache kuabudia masanamu wamwabudie Mwenyezi Mungu. La pili, walikuwa wafanya biashara, wakielemea zaidi katika biashara zao wanapowapimia wengine na kujipimia wao, vipimo vinabadilika. Wao wanajiongezea, wawenzao wanapunguza, wanachezea mizani, vipimo. Wakifanya hivyo, mtume wao, Mwenyezi Mungu anatuambia, anawaambia, inni arakum bi khairi, kwamba hamfanyi kwa sababu pengine kibinadamu, ya njaa ya shida tayari naona mko vizuri, kwamba Mwenyezi Mungu aliwapa nafasi, wana mali nyingi, wana neema ya watoto, wana kila kitu, ili mradi hawana matatizo yoyote, lakini bado wanafanya wizi ule na ujanja wa kupunguza mizani na vipimo. Na yeye anawaambia na waogopea, wakiendelea kwenye hali ile watakuja kufikwa na adhabu iliyowazunguka hawana pa kutoka watu wale majibu waliompa Shuaib wakamwambia, asalatuka taamuruka an natruka ma yaabudu abauna, huku kudum kwako kwenye kuswali ndo kunafanya sasa utuamrishe sisi, huku kudum kwako kwenye kuswali kuna kuamrisha sisi tuache mambo waliokuwa wakiabudia wazee wetu. au anafaala fi amwalina manasha, huko kuswali kwako na kumjua kwako Mungu ndo kunataka sisi tuache kufanya kwenye mali zetu tutakavyo. innaka la anta alhalimu rashid, wanamwambia kwa kumcheza shere kwamba, ah, hakika wewe ni mstahamilivu na muongofu sana. Wewe mambo haya yametokea karne nyingi sana zilizopita, lakini msingi wake unaendelea kuishi kama ilivyo Qur'ani, mpaka ulimwengu unamalizika. Inawezekana wewe leo umeajiriwa pahala, wenzako katika ajira wanao wizi fulani wanafanya pale wanao ujanja fulani usiokubalika, wanafanya kumfanyia mwajiri au kuwafanyia wateja wanaokuja pale, na wewe sasa unajua kwamba kinachofanyika ni haramu, unawaambia wenzako hili jambo halifai. Inawezekana na wao wanakuambia, sio kama alivyoambiwa Nabii Shuaib, lakini mtiririko unafanana kwamba huyu bwana tokea aanze kuswali sasa imekuwa matatizo hapa kazini, kuswali kwake kunafanya anatuingilia kwenye mambo yetu. Watu wale walimwambia Nabii Shuaibu maneno hayo. Mwenyezi Mungu analieleza jambo hili ili sisi tupate mazingatio, tujifunze kwamba maarifa, elimu, ujuzi umegawika sehemu mbili. Kuna ma'rifatun khadima na ma'rifatul makhduma. Kuna elimu ambayo Mwenyezi Mungu ameileta kazi yake ni kututumikia sisi tunavyotaka, na kuna elimu Mwenyezi Mungu ameileta sisi ndo tunatakiwa tuitumikie, kwa sababu inatuongoza. Na utaona Nabii Shuaib alianza kwanza kuwapeleka kwenye elimu ambayo inatutaka sisi tuitumikie: kumjua Mwenyezi Mungu, kumwogopa Mwenyezi Mungu, kujua anayoyapenda na kuyaridhia, kujua asiyoyapenda, ili tukija kwenye elimu inayotutumikia hii tuongoze, kwamba hapa ni sawa na hapa sio sawa. Ikikosekana tunaangamia. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake waliowema.

wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma baadu usikum wa nafsi bi taqwallahi taala ay ndugu waislam nawausieni pamoja na, na kuiusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala wanaojapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ilivyo kuwa maarifa elimu ziko namna mbili kuna elimu ambayo Mwenyezi Mungu ameileta itutumikie. Unaweza kuwa mhasibu mzuri sana, uhasibu ule na taaluma ile haiwezi kukuongoza kwamba hapa unachofanya ni wizi, iko tayari kukutumikia unavyotaka, na wakaguzi wa hesabu wakija wakakuta mambo yako sawa sawa kwa sababu ndiyo kazi yake, elimu ile kukutumikia. Lakini unahitaji elimu ambayo ipo ili sisi tuitumikie kukuweka kwenye mstari wa sawasawa, elimu sawa. Hiyo miongoni mwa maarifa yake, ukiwa kwenye biashara ni haya maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, atajiru saduqul amin Mfanyabiashara ambaye saa zote anasimama na kusema kweli, saa zote ni mwaminifu. Mfanyabiashara mwenye sifa hizi, maa nabiyina wasiddiqina wa shuhadai wasalihini, huyu atafuliwa katika kundi lile, pamoja na mitume na wasema kweli na mashahidi na watu wema. Wanahadithia masahaba waliokuwa wakifanya biashara kwamba siku moja Bwana Mtume sallallahu alaihi alehi wasallam aliwatokea wako kwenye biashara. Wanasema akatuita, kwa jina lililo bora zaidi kuliko tulilokuwa tukijiita wenyewe na watu wakituita. Mtume akawaambia, ya maashara tujjar, enyi wafanya biashara nyinyi, innahu yashhadu bai'akum alhalif walkadhibu biashara yenu mara nyingi ndani yake kunaingia na kuapa wakati unajua unachokiapia sio kweli, mara nyingi kunaingia na kusema uongo ilhali unajua unachosema ni uongo fashawibuhu bisadaka, takaseni biashara hizo kwa kutoa sadaka. Namna ya kusafisha maneno haya wanazuoni wakayafasiri kwamba Mwislamu anapofanya biashara achukue tahadhari kujiepusha na kuapa, kusema uongo, kufanya mbinu zozote ambazo sheria haizikubali, kwa sababu kufanya hivyo ni makosa makubwa. Na wakatuambia turudi kwa watu wa nabii Shuaib, waliadhibiwa vibaya sana. Sababu ya kuadhibiwa kwao ni kufanya udanganyifu na ubabaifu kwenye biashara kwa kupunguza mizani Tujifunze, tufanye bidii kuijua elimu ambayo ipo, ili sisi tuitumikie ituongoze kwenye elimu ya pili hii, tusije tukaingia kwenye ghadhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha kwa maneno mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika